Tuelekea kaunti nambari kumi na mbili ambapo wafugaji na wafanyabiashara wa mifugo kutoka Meru wamelalamikia kutelekezwa na, na viongozi wao kwenye vita dhidi ya wizi wa mifugo ambao umekithiri miezi miwili iliyopita haswa kwenye eneo la marisho mpakani mwa Meru, Isiolo na Samburu. Wakizungumza katika soko la mifugo la Ngundune huko Tigania, wafugaji hao wamewasuta wabunge wa Meru na Naibu wa Rais Kidhure Kindiki kwa kutowasaidia kuitafuta serikali kufanya operesheni ya kiusalama kuwafurusha wezi wa mifugo na badala yake kueneza siasa za mirengo ya kisiasa, kila mara wanapozuru huko Meru. Ng'ombe ni kama kahawa yetu sisi, hatuna kahawa ile tunapatanga pesa, hatuna majani shida, ng'ombe yetu ndio inatusaidia. Na shida yetu ni ng'ombe yetu kuibiwa kila wakati, kila wakati. Wakati huo sikukuu imeibiwa ngombe zaidi ya 500 na watu kuuawa, na watu kuuawa, na tuya hizi kia rais akisema hata kitu gani hiyo. Watu wote MP wanakuyanga huko wanaleta watu wanasema tu tamu, lakini uti, hakuna yule mtu anaongea maneno ya ngombe, ngombe inaenda au kama vile tutafuata wote wanakimia maneno operationi. Kithure Kindiki alikuwa akatuambia itakuya mbor komenia, akatupatia siku 12 akasema operationi itakuya, hakuna ile ilikuya saa hii tumefika Januari, watoto wanaenda kurundi shule, wazazi, ng'ombe zimeenda, hawana kitu ya kupeleka watoto shule. Na alafu tunasikia MP wanatembea huko wakiimba two tam. Did we elect the choir masters in the parliament? Kwa hivyo Bwana Ruto asikie hii sauti ya kwamba hata kama wanaimba two tam, kwa ground ya tuimbi two tam.